Na mtazamaji wa Trend TV, hicho ni kilio cha mama mzazi wa Karina alikuwa uh, analia kwamba amepoteza mwanae, lakini baada ya hapo, huyu mama ana busara kiasi kwamba akawa anamuomba Mwenyezi Mungu ampe subira, asikufuru, asimkufuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu bado sahivi mwili wa Karina huko India bado haujafika, na ukifika utakupa taarifa hapa hapa Trend TV, hakikisha tu unazidi kuwa karibu nasi. Lakini huko nyumbani kwa Karina ni kwamba ndugu wako na majonzi, hali ya simanzi imetanda, vilio eh, vimetanda nyumbani kwa kina Karina. Karina, hususan mama yake, alikuwa ni moja kati ya watu ambao sasa hivi hapa video zake zimetrend sana huko mtandaoni, akiwa anaelezea jinsi ambavyo mara ya mwisho kuzungumza na mwanaye ni nini ambacho mwanaye alimwambia, umeelewa? Eh, hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo mama mzazi wa Karina amehojiwa na kuvizungumza bayana, lakini pia vilevile ni kwamba mama huyu ameelezea vitu vingine ambavyo of course mwanaye alimwambia. Moja kati ya vitu hivyo ni kwamba eh, Karina alimpigia simu mama yake kwa mara ya mwisho, akimwambia kwamba eh, kuna complication ambazo zimetokea na moja kati ya complication hizo ni kwamba baada ya kufanyiwa operation na kukatwa utumbo mkubwa, ni kwamba sasa alikuwa anapitia, eh, ugumu kidogo kwenye suala la kula. Akila kidogo tu anatapika, na hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo eh, vilisababisha hali yake kuwa dhaifu zaidi. Na pia vilevile vile akazungumza na mama yake akamwambia kwamba eh, yeye ameongezewa siku eh, kubaki kule India kwa ajili ya daktari alikuwa hajaridhika na recovery ya mgonjwa wake ambaye ni Karina. Uh, akamwongezea siku abaki kule India ili kwa ajili ya kumwangalia na kumpa uh, ile attention ya karibu zaidi kuangalia maendeleo yake kwa ujumla. So mama mzazi amezungumza hayo, na hiyo ni moja kati ya simu za mwishoni kabisa ambazo Karina alizungumza na mama yake. Kwa hiyo ni kwamba daktari alikuwa ajalizika na ali alikuwa jalizika na kidonda cha Karina uh, kwamba ameshapona pona anarusia, aruhusiwe kurudi Tanzania, na ndio maana akaongezewa siku tena zingine. Kwa hiyo alimwambia tu mama yake kwamba e, cha sasa hivi ni kuomba tu kudra za Mwenyezi Mungu e, kidonda kikipona basi atarudi nyumbani. Kwa hiyo alimwambia hivyo kwamba tuombe kudra za Mwenyezi Mungu, kidonda kikipona, nitakuja mama. Umeona, so mama mtu akaelezea pia jinsi ambavyo yeye pia huko alivyokuwa roho juu, yani alikuwa anateseka, alikuwa na mawazo, alikuwa na muwaza sana mwanaye lakini Karina alimtoa wasiwasi mama yake, na akamwambia kwamba nakupenda kuliko chochote katika dunia hii. So ni maneno au ni conversation za mwisho kati ya Karina na mama yake, na mama yake kwa uchungu amezungumza hayo msibani, eh, ili mradi tu kutoa yale yaliyopo moyoni mwake kuhusiana na moment za mwisho ambazo alishare na binti yake kabla ya kupewa hizo taarifa siku hii ya leo kwamba binti yake ameshafariki. Umeona, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, na pia vilevile vile, ni kwamba Karina eh, Karina alimwambia mama yake kwamba naomba dua, Mungu asinichukue ni kujengee. moja kati ya vitu ambavyo wa vimewagusa watu wengi sana ni hiyo kauli ya kwamba Karina alikuwa kumbe ana ndoto za kumjengea mama yake, na akawa anamwambia kwamba eh, basi eh, Mungu niombee dua, Mungu asinichukue nikirudi nitafute ni kujengee, na akamwambia kwamba anampenda mama yake na atazidi kumpenda. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hapa nataka usikilize tu glimpse kidogo jinsi ambavyo huyu mama alivyokuwa anaelezea kuhusiana na maneno ya mwisho ya binti yake Karina kabla ya kupata hizo taarifa kwamba binti yake ameshafariki. Naam, haya ni maneno mazito ambayo mama mwenyewe alizungumza kutoka kwa ya yeah. So hivyo ndivyo mapo yalivyo. Maneno hayo kiukweli, yamewatia simanzi watu wengi sana huko mitandaoni, kutokana na jinsi ambavyo yalivyokuwa very emotional. Yaani ukisikiliza unaelewa kabisa jinsi gani ambavyo binti alivyokuwa anamwaga mama yake eh, kama vile labda alikuwa anajua kabisa kwamba huenda mambo yanaweza kawa tofauti. Naam, so mama mzazi wa Karina alishindwa kuendelea kufanya mahojiano na baadaye akawa aka analia. Maskini ya Mungu, Mungu ampe nguvu. Uh, mama huyu alishindwa kuzungumza na akawa analia, akasema kwamba anamwomba Mungu asikufuru, lakini hili hi, hi, swala limemuumiza sana kumpoteza mwanaye. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section katikatoka, tukisoma na kureplay kila comment, na pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.